ambalo nilitaka kuwaasa ni kuidumisha amani ya mkoa wetu, amani ya taifa letu, lakini vile vile tusome kwa bidii kwa wale ambao wanaendelea na masomo, lakini na wale ambao wenye vipaji wajifunze kwa bidii, kwa sababu kipaji bila elimu nayo haisaidii. Lakini niwahakikishie, tutawapa ushirikiano mkubwa kama serikali ya mkoa kuhakikisha vipaji vyote hivi vinakusanywa na kuendelezwa. Basi baada ya kusema hayo, ni washukuru na kuwatakia ushiriki mwema wa tamasha hili. Mwenyezi Mungu awabariki na atubariki mkoa wetu kwa yale ambayo yamekusudiwa kufanyika kesho. Mimi niwathibitishie kwamba sisi mkoa tumejipanga kuhakikisha usalama unakuwepo, na yoyote atakaye jaribu kujitokeza sisi hatuto sita kuchukua hatua wengine wataishia kwenye vyombo vya sheria. Kwa hiyo tusingetamani hayo yatokee. Kwa hiyo niwaombe na nyinyi mkawe mabalozi wazuri kwenzenu. Kwa wenzenu kwamba kesho ni siku ya kupumzika kwa ajili ya sikukuu, na kama kuna udharura, basi yule ambaye atatoka ni lazima atambuliwe anaenda wapi. Lengo kubwa la tamasha hili ilikuwa ni kutambua vipaji vya vijana katika mkoa wa Ruvuma katika kutumbuiza. Hapa tumeona vijana wengi ambao wameonyesha vipaji vyao, na sisi tumechukua kwa ajili ya kuwatafutia fursa mbalimbali, ikiwepo pamoja na fursa ya mikopo, lakini pia kwenye shughuli zetu zingine za kiserikali tutakuwa tunawakaribisha kwa ajili ya kuja kututumbuiza tudumishe amani katika mkoa wetu na taifa letu kwa ujumla. Hakuna mtu anayependa kukimbia kimbia kama wanavyokimbia nchi za wenzetu. Wewe ili ufanye shughuli za sanaa kihalali, unatakiwa usajiliwe na Basata. Sasa ni sanaa zipi ambazo zinasajiliwa na Basata? tuna vikundi vya ngoma, vikundi vya kwaya, kwaya za kanisa, kaswida, e, vinyozi, wanaotengeneza keki na MC, wacheza show, wasanii wa kila aina ya sanaa, wewe unaruhusiwa kusajiliwa na Basata. Baada ya kusajiliwa na Basata ndio tunakuja sasa kuona unapataje hela kupitia mikopo ya serikali.